Wenye huduma ya kumsifu Mungu na kumshukuru utaona matokeo, utaona haleluya, haleluya Amen. Tofauti tofauti kati ya kumshukuru Mungu na asante, hiyo ndio hiyo, shukurani ni kuugusa moyo wa Mungu, lakini asante haiwezi kuugusa moyo wa Mungu kwa sababu asante kuna unafiki ndani Mama nani atapiga ugali mzuri? Asante kwa ugali mzuri wakati mwingine na wakati mwingine. Kwa hiyo hiyo asante kwa mimi, ah, ugali wako ulikuwa mbaya hivi bwana sana, ah, ama mpiko mpika amepika nikasikia. Sasa siku moja mama moja yeye walimwambia pia, akasema hivi sitapikana tena. Aliambiwa aliambiwa ugali wako umechemuka, kwa ugali wako acha Uyako eleaa mbele aa kumsifu Mungu na kumshukuru. Kila moja wetu utamshukuru, ukisema kwamba huna ya kumshukuru Mungu, atakushangaa maana wewe, piga tasmini mwaka, jinsi ambavyo umepita, fanya tasmini piga bode mwewa mwaka, jinsi umepita umepana. Daladala, madaladala mangapi yamepindua?